Uhudhuria kwenu ni kauli yenu, uhudhuria kwenu ni sauti yenu. Kwanza jamani, mmechachoka mnataka mabadiliko kweli, si kweli? Tunataka mabadiliko, haya mambo yametuchosha. Lakini haya mlioyazungumza, ndugu zangu, mlioyazungumza nyinyi, sasa mmekuwa mashahidi wetu sisi kwenye chama chetu mimi mwenyewe binafsi nimekuwa nasema kila wakati kwamba tunavyoendeshana tunavyokwenda sio sawa. Tumewatia wananchi umaskini na nchi yetu umaskini, wakati nchi yetu ni tajiri, wananchi wetu waungwana. Nchi hii ya waungwana haifai kuendeshwa hivi tunavyoendeshana, lazima tufanye mabadiliko. Sasa nyinyi mlioyazungumza yote hapa, mlofanya kubwa ni kuiambia dunia kwamba Othman Masoud anayoyasema ni kweli. Mmeiambia dunia ACT Wazalendo anayosema ni kweli. Mmekuwa mashahidi kuiambia dunia, maana sauti zenu hizi haziishi Fundo hivi tunavyozungumza sasa hivi, sauti zenu ziko Marekani, ziko Uingereza, ziko, ziko Maskati, ziko Dubai, ziko dunia nzima. Hapa tunavyozungumza na vijana, nyinyi wenyewe mashahidi. Ukiangalia mtakuta kwamba kuna watu sasa hivi wanatuangalia wako dunia nzima. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwamba mmeyazungumza haya, mnatutia nguvu, mnatuongeza nguvu kwamba kweli tunayoyatafuta ni mambo ya haki kwa nchi yetu, lakini haki kwenu nyie wananchi. Ndugu zangu, mimi makuzi yangu yalikuwa katika mji wa Wete usoma, kusoma nimeanza kusoma darasa la kwanza skuli ya miti Ulaya, maana miti Ulaya na Fundo ni pua na mdomo, au sivyo? Kwa hivyo tukizungumza habari ya Fundo, mi naijua toka utotoni kwangu, nasikia shida za Fundo tokea utotoni. Nimewaona wenzangu walioletwa Fundo kwa kupewa adabu, sio kwa kuja kuwatumikia watu. Mwalimu analetwa Fundo sio kuja kuwasomesha wana wa Fundo, analetwa Fundo kwa sababu huko kakera aletwe Fundo, ndio ilivyofanyika. Jamani, kweli si kweli? Ndio leo tulipo, ndugu zangu. Mtu akija Fundo hawezi kuamini kama na hii Fundo nayo iko chini ya Serikali, kwa sababu haoni dalili, haoni alama ya kuwa wananchi hawa wana serikali yao inawasimamia kwa sababu kama wana serikali yao inawasimamia, ndugu zangu, msinge kuwa lazima mtu apige ramli ya maji ndio aweze kuja Fundo au aweze kutoka Fundo. Maanake ukiwa na mgonjwa, mgonjwa hasubiri maji, au sivyo inabidi umtofanyie maarifa, umfikishe kwenye chombo, umsafirishe, lakini kikubwa zaidi umepata faradhi nyingine eh, ya maiti na inabidi asafirishwe njia ya Fundo, unafanyaje? Inabidi usubiri maji, au mpige kibega ndio upate pahala pakwenda kumtia kwenye chombo. Ndugu zangu, mi nalotaka kusema kwa jumla katika nchi ambazo zina serikali zina watu zina uongozi unaojifahamu, visiwa ni utajiri. Visiwa ni utajiri, pahala kama Fundo ni utajiri mkubwa sana. Wenzetu visiwa kama sisi ambao wamejua kujipanga, wakawa na dhamana, wakawa na azima kwa wananchi wao, ndugu zangu mfano mzuri sisi huwa tunatoa wa Singapore. Singapore wana visiwa viwili tu vikubwa vya maana, tena hicho kikubwa ni kidogo, ni kidogo kuliko Fundo, labda ni nusu ya Fundo. Lakini kisiwa kile wamejua kukipanga, wananchi wanatumia na serikali nakitumia na wanaingiza mapato kwa mwaka karibu dola bilioni nane. Maanake ni takriban nusu ya mapato yetu ya Tanzania nzima, wa wa kwa kijisiwa hicho kidogo. Wana kisiwa chengine wao wameweka kwamba ni kwa ajili ya biashara ya mafuta. Leo Singapore ni kisiwa kidogo, lakini ndio wanaongoza hawazalishi hata tone moja la mafuta, lakini ndio wanaongoza kwa biashara ya mafuta na bi